Kubwa cha afya hospitali yetu ya rufaa ya mkoa. Mwaka huu niliposoma bajeti yangu, mheshimiwa rais ameagiza niwaletee bilioni tatu kujenga ICU mpya kwa ajili tu ya watoto wachanga tu, tunaita kwa muda ya Kiingereza kama niko Neonatal Intensive Care Unit. Hiyo kazi yake itakuwa ni moja tu, kuhakikisha wale watoto waliozaliwa kwa dharura na hasa wana magonjwa, wana changamoto za utoto, wana uzito ambao ni pungufu watengenezee mahali maalumu ambapo watapata uangalizi wa karibu na kuokoa maisha yako. Piga makofi ya kina mama kwa ajili ya uhai wa watoto wetu. Lakini mheshimiwa Rais ajaishia hapo, ameagiza mimi na wataalamu wangu, Dkt Mzia yuko hapa na madaktari wengine na wakurugenzi pale wizarani, tuhakikishe tuna a vituo vya kutolea huduma za afya za dharura kwa akina mama wakati wa uzazi visivyopungua mia moja. Tuweke vifaa vyote vinavyozingatiwa na vinavyohitajika, na kwa wataalamu wa afya, mnajua hakuna kifaa muhimu cha kuokoa maisha ya watoto kama CPAP machine anapozaliwa na changamoto za kupambana na kupambania uhai, lakini tutaweka pia mashine za kugundua uwezo wao wa kusikia kama hawajaharibikiwa na kupoteza uwezo wa kusikia wakisha kuwa wakubwa, na vifaa tiba vingine di vitamwajika katika vituo zaidi ya mia moja nchi nzima ya Tanzania. Tena zaidi hapo bilioni 7 kukarabati upya kituo chetu cha afya Makole na ukarabati huo utajikita pia kwenye eneo la uzazi kuwa na mahala salama kwa ajili ya kina mama kuweza kujifungua salama. Kazi hiyo ni ngumu, lakini inahitaji mahali pazuri japo ni chungu lakini, mahali pakiwa pazuri, uchungu unapungua. Akina mama hapo vipi? pamoja na kutengeneza wa tiuwakidharula hakuna kitu kigumu katika uhai. Unapozaa mtoto kwa dharura, wewe ukawa mzima, alafu mtoto akapoteza maisha, ukihesabu miezi tisa, huwezi kusahau katika maisha yako yote. Na sisi mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Waziri, tunajua amefanya kazi kubwa mno, Mheshimiwa Rais, lakini kipekee leo katika sekta ya afya mkoa wa Dodoma katika kipindi chake hiki cha miaka minne tu kiacha huwa tano tunaomalizia, sisi Dodoma tulipata zaidi ya bilioni 80.25 katika sekta ya afya ambapo kati ya hizo shilingi bilioni 42.13 zilitumika kwa ajili ya miundombinu ya vituo vya afya, lakini bilioni 38.1 zilitumika kwa ajili ya ununuzi wa dawa, vifaa tiba na mashine na vitendanishi. Sasa hivi upatikanaji wa dawa katika mkoa wetu wa Dodoma ni wa kiwango kikubwa katika almashauri, kati ya asilimia 85 mpaka 98 na watu wakienda vituoni hatu